Sisi kama Wanachungwa na kama Wakenya katika taifa la Kenya leo, sisi tuna kilio, kilio cha kumpoteza shujaa wetu, shujaa wa mageuzi, shujaa wa demokrasia, shujaa aliyetupatia katiba ambayo ilimtambua mnyonge, ilimtambua yule aliyewachache, ilitambua vijana Gen Z, katiba

pitao. Chama chetu ni Chungwa, chama kilichotunda, chama ambacho kimetupatia viongozi chipukizi. Na niweze kusema katika chama tuheshimiane, tuwe na umoja. Tuko na viongozi pale juu, tuko na madeputy party leaders, tuko na SG na tuko na the only woman in the top hierarchy, Mama Gladys Nyasuna Wanga. Huyu mama lazima tumlinde lazima tukae naye vizuri. Mimi nataka niseme, Ali Hassan Joho, wakati baba akiwa hai alikuwa naye ngangari, na sasa musiwe na dukuduku, musiwe na shaka. Ali Hassan Joho bado yuko imara, bado yuko sambamba, na kesho kutwa is going to deliver the magarini together with Mungaro na wale wabunge ambao tuko hapa na vile viti vyengine vyote, kasi pool chukua tukienda kule kwa Wandai.